Tano, nne, tatu, mbili, moja. Mfumo jumuishi wa taifa wa usimamizi wa mazingira i mazingira. Mazingira na teknolojia, mazingira yetu uhai wetu. Katika zama hizi za, za kidijitali ofisi ya makamu wa Raisi kwa kushirikiana na NEMC wamebuni mfumo jumuishi wa taifa wa usimamizi wa mazingira wa i mazingira hii mazingira ni nyenzo wezeshi ya mageuzi katika hifadhi na usimamizi wa mazingira nchini. Hakika hii mazingira ni mfumo pekee wa kwanza kitaifa utakaowezesha upatikanaji wa taarifa za mazingira kwa wakati. Hii mazingira ni mfumo wa kidijitali na ni daraja la mageuzi ya kiteknolojia ili kuongeza ufanisi katika kufanya mageuzi na kuimarisha usimamizi wa mazingira. Mfumo wa hii mazingira utakusanya taarifa kutoka mamlaka za serikali za mitaa 185, wizara 36, taasisi za umma 267 na taasisi za kiraia zaidi ya 2000. Hii mazingira utasomana na mifumo mingine ya kidigitali ya umma zaidi ya 20. Hii mazingira ina moduli mbalimbali ikiwemo upandaji miti, usimamizi wa taka, nishati safi ya kupikia na biashara ya kaboni hii mazingira utakusanya aina za takwimu zaidi ya 500 na utapatikana kwa lugha ya Kiingereza pamoja na Kiswahili. Hii mazingira ni daraja la mazingira a endelevu. Hii mazingira kwa ustawi wa taifa, mazingira yetu na Tanzania ijayo, tuwajibike sasa. Hii mazingira, taarifa kiganjani.